Sasa ambayo yatakuwa na kila kitu watoto wao, tumewasherekea wa makani, watakuwa na pala pazuri, watafurahi zaidi na watakuwa wakifurahia ya maisha yao kule, watakuwa getini, huu uzio una geti. Kwa hiyo watoto wetu watakuwa wakiingia getini, hatutakuwa na mtoto tena atakaesoma chini ya mwembe, hatutakuwa kwa sababu kila kitu, hayo madarasa ya msingi yanakuja na madawati yake. Samia oye! <coughs> <coughs> ya jambo jingine ambalo ningependa kumshukuru, naomba nimshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Lulindi kwa sababu ndio alikuwa chachu ya haya tunayoongea hapa, Mheshimiwa Isa Ali Mchungahela tumeka na kumwomba akafikisha kilio chetu kwa Mheshimiwa rais, na hatimaye tukapata hicho tulichokipata. Kwa hiyo wananchi, niwahakikishie kwamba baada ya muda baada ya muda tutakuwa na majengo bora, tutakuwa na shule bora. Tunaomba ushirikiano wenu wa kuwahimiza watoto wenu kusoma kwa juhudi, na sisi mimi nikiongoza walimu wangu tuko tayari kwa hayo.